Na mtazamaji wa Faida Online TV. Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA katika siku hii ya leo wametoa mafunzo kwa makundi mbalimbali ambayo yanapatikana hapa Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Mafunzo ambayo yametolewa katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Mbeya tawi la Mtwara ambapo makundi hayo ni pamoja na watu wenye ulemavu na watu wengine kama hao, tukiwa tumeshuhudia pia watu wa TRA wakiwa hapa kwa ajili ya kuweza kutoa elimu kuhusu masuala ya mlipa kodi. Faida Online TV watu wa Field Pass na hiana tumefika hapa na kukuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Mgeni rasmi katika mafunzo hayo ni Katibu tawala wa mkoa wa Mtwara Bi Bahati Geuze, amepata nafasi ya kuweza kuzungumza machache mbele ya watu ambao wamehudhuria kwenye mkutano huo. Kwa hiyo kuna zabuni zile ambazo zinatakiwa zitolewe ndani ya mkoa wa Mtwara. Kwa hiyo sio tutafuta wa zabuni kwenye mikoa mingine, wakati wapo watu wanaoweza kuzifanya kazi zile hapa, kama ni kusupply vifaa au kutoa huduma fulani, na wapo wenye uwezo, tungependa na tunatakiwa tufanye hivyo, tuwape nafasi wa zabuni wa ndani ya mkoa wa Mtwara. Na kwa watendaji wa serikali tuliopo hapa, hakikisheni kwamba mnatumia mfumo wa NeST kama ambavyo sheria ya manunuzi imeelekeza na kutenga asilimia 30 ya bajeti ya ununuzi wa umma kwa ajili ya makundi maalum na kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa. Mwisho kwa PPRA, naomba niwaase mwendelee kutoa elimu. Naitwa Magnus Steven, natokea mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. Niko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza juu ya mafunzo ambayo tumeanza juzi tarehe kumi na tutakwenda nayo pia mpaka nadhani mwezi na unaokuja kwa kupita kwenye halmashauri zote. Tulikuwa na uh, makundi maalum ambao ni watoto wa muhimu sana kwenye ununuzi wetu wa umma, lakini pia tunao wazabuni, tunao maroko fundi na wengine ambao wanahitaji kuweza kujifunza juu ya ununuzi huu wa umma. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni kupitishana juu ya sheria, kanuni na miongozo. Lakini sambamba na hilo ilikuwa ni swala matumizi ya mfumo wetu wa Nesti. Kama tunavyoelewa kwamba ununuzi wa umma sasa hivi kila unachokifanya kwa maana ule mzunguko wake wote unafanyika kupitia mfumo wetu wa Nesti, ambao ni mfumo unaosimamia au unaotumika kwa ajili ya kuweza kuchakata shughuli zote hizo za ununuzi kuanzia hatua ya kwanza mpaka mpaka hatua ya mwisho. Kwa majina naitwa Fatuma Muhamedi Mpondomoka, natoka kata ya Likombe, mtaa wa Mdenga. Mimi ni mwanamama naishi na ulemavu wa mguu. Lakini na pia mwana mama na pia ni mwanamama ambaye najitahidi kuhangaika na wenzangu kujichanganya sijioni kama mlemavu naona naishi tu kama watu wengine. Sikati tamaa kwa sababu ya ulemavu wangu au unaona kama changamoto ya ulemavu niliyoipata basi naona kama fursa kwangu kwa sababu nakutana na watu na tofauti tofauti. Nikiitwa ulemavu basi na mimi nakuemo tofauti na hata nilivyokuwa mzima nilikuwa sijijulikani kwa watu, lakini sasa hivi ukinichanganya na mimi najichanganya, ukiniita na kuja wala si choki. Namshukuru na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunileta hapa. Kwa kweli nashukuru kwa mafunzo tuliopewa na watu wa PPRA. Kwanza yamenigusa, yani ya au yametugusa sisi wenye tunaoishi kwa ulemavu, alafu na pili yametufungua macho, masikio na hata uelewa, kwa sababu watu wengi tulikuwa tunaishi tu hatuelewi, tunaona tu tunapata zabuni hatujui maana ya zabuni. Lakini kutokana na mafunzo waliyotoa, ukusanyaji aliokusanya kutuleta hapa kuna vitu ambavyo tumevipata ambavyo vinaweza kutufanya sisi tuweze kuishi vizuri kama watu wengine. Kwa majina anaitwa Abdalla Mustafa Yasini ni mwenyekiti wa kikundi cha Mkombozi Tapenyuas Group. Baada ya kusajili kikundi, maanake tunafanya tu kazi zetu wenyewe, lakini kwa sasa hivi, kupitia mafunzo haya, manake tunaona na sisi kumbe ni sehemu ya